Anasema Mwenyezi Mungu, laiti angetoa amri ya mwanadamu kumwabudu mwanadamu mwenzie Gibidifu, basi angeamrisha mke amwabudu mumewe. Mungu hakuwa mjinga kuongea hivi. Sasa umenipiga vibao, umenipiga vibao, ngoja nipige. Dunia nzima hakuna mwanamume anayependezwa mwana na mkewe kutoka bila kuwa na consent uh -huh. na hii consent uh -huh. watu wanatafsiri vibaya uh -huh. Sio utumwa, yani ukiomba ruhusa unaonyesha kwamba babe, najua unanipenda, na wewe nakupa haki yako ya kukutii. Na hata raisi, inabidi aombe, muombe ruhusa mumewe. Sawa. Even her mama Samia, mama yangu na kuheshimu kama unani, utapata nafasi ya kuona clip hii. Hata wewe mumeo, ukiitwa na rais wa Marekani kwa ajili ya msaada wa kusaidia Watanzania sisi wote, still muombe ruhusa mumeo, kwa sababu hiyo nafasi ya urais aliyekupa ni Mwenyezi Mungu na yeye Mwenyezi Mungu ndiye ndio aliyoamrisha umtii mumeo. Haya, kama anakupenda ndo ndo usikilize basi. Haya, sawa, kama anakupenda mm -hmm, na anakupendea mazuri na anajua kuna mazuri, sio kuruhusu tu atakupeleka mwenyewe. Kama anajua hakuna mazuri, atakwambia mke wangu, nikwambie very good chance but please kuna one, two, three, don't go kwa sababu mume ana mamlaka juu ya mkewe. Mm. unajua kinachotokea. Mm. if anything goes wrong with the family Mm. who is going to be blamed? of course, the man. Why? Mm. because he's the head, uwe ndio kichwa, na ndio maana wewe inabidi ukaombe ruhusa kwa head ili head atumie akili yake kule. Ikulu wanaendaga wanarudi kule, ah. wakati huu nimesikia watu wakienda Ikulu, kuna mawili, aidha ukapewe cheo au potele huko huko, sajabu. kuna vikao vyenu vya umbea, mlishamsema vibaya huyu mama. Mm-hmm. there must be somebody who can think Kasomeni neno utii ni nini? au nenda kaulize wanaume, tafuta wanaume mia, ongea na jamaa, hebu naombe hivi, wewe ungependa mke wako akitoka kuomba ruhusa au ungependa atoke tu? ukipata jibu, ukipata jibu mm, lichukue hilo. Kitu kimoja kiko hivi, baadhi ya jamii ambazo mafundisho ya Mungu walisha yakataa, yeah, na jamii zao mafundisho ya kijamii walisha yakataa, wanataka walazimishe vitu ambavyo havipo, na bahati mbaya kwao havijafanya kazi. Nitakuona mm. mjinga sana kuviiga, wakati wao kwao wa havijafanya kazi, kwamba mme anaweza kafanya chochote na mke lazima afanye chochote, then acha tutazame, does it work? Never. Mwanamke akiweza kupata mshahara wa shilingi milioni mbili, anadhani madhali tayari inaweza likajihudumia sihitaji tena kumtii mtu. Kwa hiyo wanawake wenyewe mnasemeti mnadidimizwa. Aa, jitazame, mnawatii waume zenu licha ya kuwa mna hizo nafasi mlizopewa. na ni kuhusiana na kuomba ruhusa yes. Kama mwanamke yes. um, mwanamke mtu mzima, mi sasa hivi na miaka 40, yes. Sawa, ni mtu mzima kabisa, n najua wapi pa kwenda, wapi pa kutokwenda, ninajua nini nifanye, dokta na nini nisifanye, unanielewa eh? Nilipokuwa mdogo, mzee Mosha, mimi nilikuwa namfuata namuomba baba, na naomba niende kwenye birthday party, akiniambia no, hata kama nilikuwa nimepromise marafiki zangu nitakwenda, baba akisema no ni no. Maybe niruke ukuta, na nilishafanya unatoroka ili asikuone, kwa sababu amesema hapana. Tunaingia kwenye maisha ya ndoa, kisha kwa mtu mzima. Kuna biashara mimi ninaenda kufanya Italy, juzi nimetoka Italia, nimetoka Ufaransa, Dubai, inabidi niombe ruhusa, do you understand? Kwangu mimi ninaona mwanaume ukimpenda mwanamke unamliberate, yani unasema I love you so much, ninajua unachokwenda kukifanya, nenda kafanikiwe. Kwa nini mwanamke wa Kitanzania na ninazungumza katika lugha ya Kiswahili, mwanamke wa Kitanzania, dokta, kwa nini mwanamke wa Kitanzania amwombe ruhusa mume wake kwenda sehemu na kufanya jambo? Naomba unisaidia. Ngoja nikusahihishe. Niko tayari, siyo mwanamke wa Kitanzania, ni mwanamke wa dunia nzima mm. Mm. Tuanzie hapo, halafu nikuulize swali. Tuliongea kimwili au kiroho? Tuende vyote, vyote, doctor. This is hard talk. Tuanze na kiroho, Waefeso 5:20 mpaka 23. Biblia inasema wanawake wawatii waume zao. Ndiyo. kama wanavyomtii Bwana kwa sababu, wanaume mume ana mamlaka juu ya mkewe. Ndiyo. Ilienda zaidi akasema wanawake wawatii waume zao kwa mambo yote, akatia na, na, na, na, na na pale, ile ndio mambo yote yote. Tuanzie kwanza hapo. Sawa baba. mimi ni mwanaume naongea on behalf of men Sawa. Na kusikiliza, hakuna mwanamume hata huyu duniani ambaye nafsi yake inaridhia asitiiwe na mkewe, hata huyu unless ana hormonal problem, na huyo hatumtita. Na mwanaume ana mambo yake mengi, wana makundi yao ambayo wanawekwa, lakini doktor, hapo samani naomba uniruhusu na kuingilia. Kutii sio kuomba, ndio hicho. Mimi nikikutii sio lazima nikuombe. Twende hapo, mimi naomba basi utusaidie, kabla hatujaenda. Nimegusia kwenye Waefeso, sijaenda kwenye vitabu vingine. Kutii ni nini? Kutii alipokusema Bwana Yesu, kutii ni kitu gani? Twende kwenye Kiswahili alafu twende kwenye Kiingereza, what is obedience? Na nakuuliza wewe, kutii ni nini? Yani, uh, okay. Ni ngumu hata kuielezea obedience. Kwanza kutii ni nini? Kutii ni kuwa chini ya mamlaka fulani. Kukutii ni, ku, ni kukubali kuelekezwa, ni kukubali, ni kuwa, ni kuwa chini na kukubali. Ni, ni, kwa, una, ni kama unaotoa utu wako na unasubiri yule ambaye unamtii akupe direction. Kutii ni kumkabidhi yule unayemtii akili yako. I don't know kama naeleze vizuri. Yani, ngoja nikurahisishie. Yes. Kutii ni kufanya yote ambayo yanampendeza unayemtii na kuacha yote ambayo hayampendezi unayemtii. Very simple. Okay. Sawa, amrudia tena kufanya yote yanayompendeza yule unayemtii na kuacha na kuacha yote. Yote. Yes, yule na kuacha yote yasiyompendeza yule unayemtii. Mhm. Sasa, kwa nini umeambiwa mtii? Kwa sababu mwanamume ana mamlaka juu yenu. Sao. Kwa nini ana mamlaka juu yenu? Kwa sababu pale pale kwenye 23 kwenda chini wa Efeso tano ameamrishwa akupende kama bwana anavyolipenda kanisa. Ndio. Kwa hiyo pale kuna vitu hivi uh -huh. viwili uh -huh. kuna uh -huh. kuna majukumu tunaita kuna responsibilities na kuna rights. Wakati unapodai rights zako lazima uwe pale kutekeleza majukumu yako baba anapotaka umtii ni lazima akupende kama inavyosema Biblia. Ndio. na wewe unavyotaka upendwe ni lazima utii kama inavyosema Biblia. Amina. Moja ya kutii ni kufanya yale ambayo yanampendeza mumeo, na ninakwambia tena kwa mara nyingine, dunia nzima hakuna mwanamume anayependezwa na mkewe kutoka bila kuwa mm -hmm. na consent, na hii consent mm -hmm. watu wanatafsiri vibaya mm -hmm sio utumwa yani, ukiomba ruhusa unaonyesha kwamba baba, najua unanipenda na wewe nakupa haki yako ya kukutii. Na yeye vile vile ukimuomba ruhusa, anasema, mke wangu, unaenda kwa gari gani? Hiyo hapana, chukua na ile nyingine. Umenipa haki yangu ya kunitii na mimi nakuonyesha mapenzi. Unaenda biashara, ya mtaji bei gani? milioni nne? Hapana, pita benki, chukua zingine sita, ongezea ziwe kumi. Dokta, naomba naomba uangalie tofauti ya hizi sentensi mbili sawa. Um, na navaa kofia ya mke wako, wewe ni mume wangu yes. nakuja kwako nakuambia, baby mama Samia amenipigia simu mm. ananihitaji ikulu tarehe mbili mwezi wa nane nitakuwa ikulu mm -hmm. sawa mm -hmm. mama Samia amefanya nini eh? hiyo ni moja mm. mbili Bebi, mm. nilikuwa ninaomba ruhusa mm. mama Samia ameniita mm. kama ikikupendeza mm. naomba niende mm. oh. Katika hizo sentensi mbili which one is more powerful? who is mama Samia by the way in the spiritual world? he is the president of, of Tanzania, ni kiongozi sawa, lakini sasa wapi hapo sawa, there is no presidents there is no kings okay before God. Ka, sawa, sikatai, lakini tuko, no no, no, no, no, no even her mama Samia, mama yangu na kuheshimu, kama utapata nafasi ya kuona clip hii hata wewe mumeo, ukiitwa na Rais wa Marekani Joe Biden kwa ajili ya msaada wa kusaidia watanzania sisi wote, still muombe ruhusa mumeo, kwa sababu hiyo nafasi ya uraisi aliyekupa ni Mwenyezi Mungu, na yeye Mwenyezi Mungu ndiyo aliyoamrisha umtii mumeo. Na alizidi mbali tena, umetoa mfano wa mtu ambaye ni muislamu yeah. Alisema, anasema Mwenyezi Mungu, laiti angetoa amri ya mwanadamu kumwabudu mwanadamu mwenzie Ngibili, basi angeamrisha mke amwabudu mumewe. Mungu akuwa mjinga kuongea uh -huh. Acha nikujibu sasa swali lako. Umenipiga vibao, umenipiga vibao. Ngoja nikujibu sana. Unajua wewe ni mwanamke uliumbwa na emotions. Ndio. Wewe unatumia hisia, na ndio maana mnaweza kulea watoto unaweza mtoe kutumboni kwa hisi ana kitu gani, mnaweza kuwa mnatutazama katika jicho la tofauti, kwa sababu Mungu aliwapa hivyo kwa makusudi zaidi. Sisi akatupa intelligence. kwa makusudi zaidi. mm -hmm. Sio kwamba alifanya bahati mbaya mm -hmm. Wakati wewe unasema nimeitwa na mama Samia, mm -hmm. ninakutaarifu tena kwa uzuri, sikilize kwa uzuri. Nimeitwa na rais, nisikilize, kasema hivi mm -hmm. hata rais, muombe ruhusa mumewe. sawa Narudi kwako, iko hivi mm -hmm. Wakati uo unasema nimeitwa na mama Samia, kwa sababu ya zile hisia furaha, excitement you might think you are going there for something very good, that is what you're gonna think M mume kapewa uwezo zaidi ya huo mm -hmm. Yeye analitazama lile intellectually mm -hmm. Haliangalii emotionally, na ndio maana inabidi uombe ruhusa. Mume wangu, naomba ruhusa niende kaonane na mama Samia, ameniita. Kama anakipenda usikilize basi ah, sawa, so sorry. mm -hmm. Kama anakupenda, mm -hmm. na anakupendea mazuri na anajua kuna mazuri, sio kuruhusu tu, atakupeleka mwenyewe. Kama anajua hakuna mazuri atakwambia, mke wangu, nikwambie very good chance but please, kuna one, two, three, don't go na yeye mwenye mwanamume ndio kapewa hiyo nafasi na, na Mwenyezi Mungu yeye alifungwa hisia zake akapewa akili zake akusaidie wewe, na ndio maana umeambiwa wewe uko chini ya milki yake mwanamume. Ana au utaki Biblia nataka sana Unaipinga? Na, siwezi kuipinga. Huwezi kuipinga. Mm. Kwa sababu mume ana mamlaka juu ya mkewe. Unajua kinachotokea, if anything goes wrong with the family, who is going to be blamed? Of course the man. Why? Because he's the head. Wewe ndio kichwa Yes, mm -hmm. And that is why the head has to think clearly. Na ndio maana wewe inabidi ukaombe ruhusa kwa head ili head atumie akili yake. Kule Ikulu wanaendaga wanarudi kweli. Ah, wakati huu nimesikia watu wakienda Ikulu. Aidha pewe cheo, uko uko, kuna mawili aidha ukapewe cheo au upotelee huko huko sajabu, kuna vikao vyenu vya umbe mlisha msema vibaya huyu mama. Mm -hmm. There must be somebody who can think before your emotional things take place. Na yeye akaambiwa kwamba, Sawa, you think But you have to love this person ili maamuzi yako yawe ya haki na yawe ya upendo. Nakuelewa sana, daktari. Na nakuelewa, nina maswali mengi sana. Mume akitekeleza wajibu wake wa kukupenda mm. wewe mm. kama vile Kristo alivyolipenda kanisa mm. atakutakia mazuri yote mm -hmm. kwa hiyo hata huo wito wako atautazama katika jicho la uzuri mm -hmm. na pakiwa na zuri, sio tu atakuruhusu mm -hmm. bali atakubeba mwenyewe atakupeleka mm -hmm. Once akisema no please hebu fikiria mara mbili. Maana yake ni kwamba mm -hmm, kama anakupenda na hapa anazungumzia haki na wajibu mm -hmm. Mume ana wajibu wa kukupenda mm -hmm, kama kweli anatekeleza wajibu wa kukupenda mm -hmm, na anakupenda kweli, hawezi kusema usiende, unless kuna something wrong. Shida ni moja, wewe ukishavaliwa na zile emotions zako mm -hmm, unawaza kule ni mazuri tu. Mume akiangalia katika jicho la tatu, you never know Tunakaga vikao wa wanaume. mm -hmm. Kuna mengi wanaongea, kuna mengi yanapitika, na wanaume huwa hatushei yote na nyie. Kwa nini amshei yote na sisi? Sivyo tulivyoumbwa. Uliza wana waliosoma anatomy ya ubongo, tuna verbal area moja, nyie mna verbal area mbili, hatusemi yote na Mungu alitumba hivyo makusudi sio kwa bahati mbaya. Mm -hmm. Kwa sababu ikiwa sisi tu yote tunaongea kama mnavyoongea nyie, nyie mngesha kufa saa hizi. Mm -hmm. Sisi tunaona makubwa na magumu mengi sana huko nje, tunakausha. Yaani unafika kule unapigwa mkoa la hii nyumba tunakuja kuiuza kesho. Then leo nimeshashindikana. Alafu mimi narudi mbara anacheka kama vile hamna kitu. Hapa kifua kimejaa. Anaogopa akisema akwambie mm -hmm. Kilio takachoangua majirani wote watajua amepewa kifua hicho cha kustahimilia ndio maana tunaongea si yote. Sasa ikifika hatua naongea yote ni pale ambapo nimelazimika niongee yote: Mume wangu, omba ruhusa, naenda benki, kuna hiki na hiki ah, Sasa kisu kimegusa mfupa. Mke wangu, nikwambie hii benki sasa hivi sio nzuri. Mbona hukuniambia tangu mapema? It is not how we are created. Hatuongei kila kitu but we talk when it is necessary to do that. Kwa hiyo narudia pale pale. Kama unamtii mumeo utamuomba ruhusa kwenda popote lakini bahati nzuri, kama unampenda mkeo utamridhi vile vile kwa sababu unamhurumia. Mimi labda nikwambie rahisi, kitu kidogo tu. Mimi mke wangu namuomba ruhusa kwenda kila mahala napoenda. What did I lose Lilian? Nothing. Do you see me like somebody who is loser? No. Na basically, sio jukumu langu, ni jukumu lake yeye, lakini I do it for love sababu nampenda. Acha mke wangu leo naomba niende sehemu fulani, hapana hapana. Kwa nini? mimi nilitaka leo nipelekee tu fulani saluni. Ah, maskini kweli. Okay, nitaenda kesho. it is not my obligation, lakini nafanya kwa mapenzi. Ikiwa mimi naweza kufanya kwa mapenzi, wewe unashindwaje kufanya kwa kufuata agizo la kwenye Biblia? Au unashindwa kutafsiri neno uti? Labda tuishie hapo, nenda kwenye tafsiri ya ya ya ya ya ya kamusi ya Kiswahili ya kawaida, kasome neno uti ni nini. Au nenda kaulize, wanaume tafuta wanaume mia. Ungeona, jamani, hebu naombe hivi, wewe ungependa mkeo akitoka kuomba ruhusa au ungependa atoke tu? Ukipata jibu, mm. Ukipata jibu mm. Lichukue hilo kitu kimoja, kiko hivi, baadhi ya jamii ambazo mafundisho ya Mungu walisha yakataa yeah. Na jamii zao mafundisho ya kijamii walisha yakataa wanataka walazimishe vitu ambavyo havipo, na bahati mbaya kwao havijafanya kazi. nitakuona mm. mjinga sana kuviiga wakati wao kwao wa havijafanya kazi. Ziko jamii kwa mfano za nchi zilizoendelea nchi za kimagharibi mm -hmm. wamelazimisha huo mfumo mm. kwamba mme anaweza kafanya chochote na mke lazima anaweza kafanya chochote, then acha tutazame. Does it work? Never. Kwa hizi jamii zetu za kawaida hizi za uchagani huko, za uswahilini huko, ambako mme anawake tisa, mama anaenda shamba ili alete chakula nyumbani na bado anaomba ruhusa. Can I answer you? Yes. Kwa nini tunakopi? Tunakopi doctor kwa sababu wanawake wengi sasa hivi tumekuja kugundua kwamba wanawake wengi wako juu. Yaani twende mbele turudi nyuma wanawake wako powerful sasa hivi. Sawa eh? Na inasemekana kwamba wanaume wanajisikia vibaya kumuona mwanamke yuko too powerful. Unakuta mwanamke yuko kwenye vikoba, mwanamke ni bosi kwenye kampuni fulani, mwanamke yani, yeye ndio mwenye majibu ya kila kitu. So mwanaume akiwa nyumbani anajiona kama kidogo yuko inferior na ndipo hapo anapotafuta wanaume wake kukuzibia kwenye baadhi ya mambo. Kwa hiyo unakuta mwanamke anapushika, ana, ana na inabidi aende, lakini anashindwa kwenda kwa sababu ya hiyo hiyo utii, kwamba ukienda kwa mwanaume ukamwomba ruhusa, kwa sababu wamesha kuona umepanda juu, anakwambia dongo. Ninazungumza nikiwa nimevaa viatu vya wanawake wengi sana wakiwa wana shida wanaume zao wakiwadidimiza. Why? Kwa sababu wanaonekana wako juu kuliko wanaume zao. Sasa yes. yes. Are you sure? hicho unachozungumza kudidimizwa ndio hicho unachozungumza kudidimizwa, mm. huwa hakianzii hapo. Naomba unisaidie. mm -hmm. Mwanamke huyo unayemzungumza wa leo ameitazama dunia katika mtindo wa kwamba mafanikio ya kipesa na kiuchumi ndio maisha. Emotions zake zinasimama pale pale, wakati intelligence inasema hapana sio pesa na magari na manyumba tu ndio mafanikio. Mafanikio ni pamoja na ile amani, furaha na utulivu ulioko nyumbani. Sasa mwanamke akiweza kupata mshahara wa shilingi milioni mbili anadhani kitabu cha Waefeso kilifutwa mm -hmm. kwamba madhali tayari inaweza likajihudumia sihitaji tena kumtii mtu. Hapo ndipo wanaume wanasema sawa, unaweza kupata kazi, kwa nini kitabu cha Waefeso kifute? Kwa hiyo imefika hatua, na mimi nazungumza kwa ajili ya wanaume sasa. Wamefika wanaume wenyewe pia wanauoga kwamba huyu akipata shilingi elfu kumi atafuta kitabu cha Waefeso, ili asikifute na na jina la Mungu lizidi kusimama, hebu kamatia pale. Hiyo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo wanawake wenyewe mnasema eti mnadidimizwa, a a, jitazame. Mnawatii waume zenu, licha ya kuwa mna hizo nafasi mlizopewa. mm -hmm. Ikiwa una nafasi na bado ukaendelea kumtii mumeo, kama ana akili Atakupenda maradufu. Ukipata nafasi utii ukaanza kupungua pungua, atatamani kukufinya finya kwa sababu anasema sasa ndoa yangu inavunjika. Mm. Na it is true, kwa sababu hao tunaowaiga ndoa zao zilishavunjikaga. Na bahati mbaya tunakwenda ni pabaya zaidi. Hao waliovunjikiwa na ndoa wa zao wanajaribu kuwashawishi nyie mlio katika ndoa na nyie mvunje za kwenu. I'm independent. Mm. I can do it myself, umenielewa? Mm. Kumbe yeye ndani alimshinda Yuko nje anatafuta wafuasi wa kumfuata nje kwe, wanawake kweli na akili, fanyeni kazi, fanyeni biashara, tafuteni pesa, lakini from the day one from day one muoneshe mumeo kwamba nafasi yake ya mume iko pale pale regardless mafanikio mangapi utakayoyapata. Trust me, huyo huyo mwanaume licha ya kuwa unamwombaga ruhusa anakwambia nenda, atakuwa anakupeleka mwenyewe. I stand, In men's shoes mm. Ukini threat kwamba sasa huyu kununua baskeli tu, kisha kuwa hivi ilikuwa anaendelea chakula nanawekea mezani. Sasa hivi tu kapigiwa simu na mkuu wa wilaya, ananiambia chakula kile pale, kale akipigiwa na mkuu wa mkoa, haya akiitwa huko Ikulu, ndoa itakuwa ndoa ii tena. Halafu wakati huo baba anawaza kuna watoto kuna jina la heshima ya ndoa yetu, inavunjikaje kirahisi rahisi, nikaanze upya? Wewe unafikiria tu mimi nikitoka nitapata mwingine, you think? Mm. it very emotional Yeah. Mume anafikiria kwa mapana zaidi, na ndio maana tafiti ilifanyika, 74% ya talaka zote duniani initiatives huwa ni wanawake, wanawake zote. Mm. Kwa hiyo narudia tena kusema kwa jibu kwa swali lako, yeah. kama unadhani kupata kikoba kuitwa Ikulu kupata milioni mia ndio sababu ya kufuta kitabu cha Waefeso, jiulize aliyekiandika ni nani? Ukipata jibu utapiga goti chini, asema Mungu nilikosea. na mm. Mwanamke kama hujaolewa, chagua mwanamume mwenye akili. Tatizo mnachagua wanaume mahandsome. mm -hmm. Mnachagua wanaume wenye pesa, chagua mwanaume mwenye akili. Mwanaume yeyote mwenye akili ukimtii atakupenda na akikupenda hawezi kukunyima ruhusa yoyote inayokwenda katika jema. Ongea na wanaume basi pia watu, watu, watu. Yeah. This is Hard Talk. Wanaume ukiona wana mwanamke amepata mafanikio kidogo anaanza kuzidi mabega kuzidi, kuzidi. Mke na mume hawashindani tena. Hapa naomba niliweke vizuri, ngoja mm -hmm. nikusaidia Kuna...

Kuna time Mwenyezi Mungu anamnyanyua mwanamke kupitia mwana, kupitiliza mwanaume. Yani mwanamke unaona kabisa ananyanyuliwa, yani mwanamke ananyanyuliwa, yani mwanamke ananyanyuliwa, you are taking that all wrong, ananyanyuliwa, na mwanaume anakuwa yuko pale kabisa. Yes, kitu kimoja, ndio hapana, lakini sasa si unaona no, no, kabisa vitu anavyovifanya mwanamke sawa Mkio wana kwa mwili mmoja mmoja, unaweza ukanyanyua mkono mmoja ukaenda mbinguni huwezi, huwezi. Na hicho ndio wanaume inabidi waelewe, nyie wanawake nabidi mwelewe. Na hapa nakusaidia, sawa, niko tayari kusaidia. mm -hmm, ni mwanamume anapotafuta mafanikio huwa ni kwa ajili yake yeye, familia. mke wake na watoto na familia. The only problem that Iblis amefanya, shetani aliyofanya, amemtia ujinga mwanamke, akitafuta vitu ni vyake yani wanaume, uh -huh. nawaambia, Wherever you are, hivi wee unaangaika kwa ajili ya familia. Keep doing it, ndivyo ulivyoumbwa, lakini nakwambia hivi, mkeo hapo alipo anachotafuta we haumo yn yani, oh, haumo oh, ni cha kwake yeye na watoto wake. Na kama utabisha, nenda katazame status nyingi za wanawake, wanatabia anaweza kaposti picha yake na watoto wake, alafu my all life in one picture asema. <laughs> hujaona hivyo? Uh, <laughs> Ni kweli my own life in one picture, wewe mume haumo, very true. Lakini don't hate her, usimchukie kwa sababu ndivyo ibilisi alivyomtenda wakati akimkabidhi tunda Eden. Yuko hivyo na mimi nakujibu. Sawa, wewe wanawake mna take it very wrong, unadhani mafanikio yako ni yako, wakati wewe ni pati ya mwili wa mumeo yeah. na hapo ndipo mwili, mkono unaenda wapi huu mimi kiwiliwili changu kiko hapa, mbona mkono mm -hmm. peke yake unapanda, si utavunjika? Anaurudisha chini ili mwili uweze kubalance yeah. Wewe mwanamke, ungejua nafasi yako kwamba sisi ni mwili mmoja. Mimi nimepata posti hii na kamata hapa, inabidi nishike ninyanyue kiwiliwili kizima, mwanamume hawezi kuchukia. Amen. Amen. Wanawake badilikeni, mafanikio yako yanapaswa kuwa ni mafanikio ya familia ya wewe mumeo na watoto, kwa sababu nyie ni mwili mmoja. Ukisema eti mimi nafanikiwa kumzidi ye, kumzidi nani? wakati nyie ni mwili mmoja. uh -huh. hii lugha amewafundisha Ibilisi ili muweze kutengana na watoto wapate kupata taabu halafu ajisifu siku ya mwisho. Acheni huo upuuzi. Kama ulikubali kuolewa, umekubali kujiunga kimwili na huyo mtu, nyie ni mwili huu mmoja, machungu ni yenu, mafanikio ni yenu, na ukipresent that way hakuna mwanaume anayezuia mke wake asifanikiwe. Hii nilowai kuambia siku moja, nilikwambia hivi Mwanamke, ukitaka uishi vizuri na mumeo, ukipata hizo hela zako mpe mumeo. Ni kweli. Hawakunielewa, mm-hmm. kuna, kuna, kuna, kuna tofauti kati ya, ya lugha mbili. Mme wangu, jana nilipata mshahara, nataka nikanunue kiwanja. Mm. Mme wangu, jana, jana, ni vitu viwili tofauti yeah. Halafu sijui kwa nini watu wanaosoma Qur'ani na, na watu wanaosoma Biblia hatujifunzi. Mwenyezi Mungu alisema na tuumbe mtu kwa mfano wetu, sema na niumbe mtu yes. Mungu yuko peke yake wa Mungu ni wangapi? Mmoja ni mmoja, mm. Na ndio mkubwa mm. na ndio mwenye kila kitu, kila kitu lakini anatumia sisi. Wewe mm. una nini? Wewe kunguni mmoja, unasema mimi. Wewe nani? True. Why don't it be sisi na sisi tujenge hiki tufanye hiki tutengeneze hiki tununue hiki kwa nini iwe ni mimi kwa nini wewe ni nani katika hii dunia ikiwa Mungu na uwezo wake wote sisi. anasema sisi wewe ni nani useme mimi Lilian My God, my Lord. nakuelewa daktari kwa kipi mm. cha hii miaka sabini alafu unaondoka e mwenyezi Mungu nisaidie na hapo ndipo mimi nina mafanikio kuzidi huyu wewe nani At least you could say, sisi, sisi, tuna mafanikio mimi wangu ana kumi mimi na arobaini, it has to be sisi. Na hapo ndipo mnaposema oh, wanawake warajaawa. Hapana, kiungo kimoja kinataka kiende juu kiache mwili mzima, ndio pale mwili lazima utariakti, unasema hapana, kwa sababu ukienda peke yako utavunjika. Rudi hapa, na wengi waliokwenda peke yao walivunjika. Naambie, how many successful women ambao walikuwa na tabia hizo ambao wamebakia kwenye ndoa zao? Wachache sana, dokta, wachache sana. Kuna baba ambaye anapenda kiungo kiungo kimoja kivunjike? Hapana, Mungu anapenda kiungo kimoja kivunjike na. Then stay at your place Fanya kazi, soma, fanya biashara, lakini bakia kwenye nafasi yako kama mke ambaye ni sehemu ya mwili wa mume. Nendeni kama kitu kimoja, shindaneni na majirani, shindaneni na marafiki, sio mshindane nyie kwa nyie. Mtakuwa hamna akili, kwa sababu nyie ni mwili mmoja. Mwili mmoja unashindanaje? Lilian, ni muda wa kuchukua nafasi yako, meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija up. kwa maneno ya dhahabu, kwa hamasa, hamasa, kujengea uwezo